Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Diamond Platinumz na wasanii wengine kama vile wakina Nandi na wengine wengi ambao wametoa salamu zao za rambirambi kwa wale wa Tanzania ambao wamepoteza maisha katika vurugu ambazo zimetokea hivi karibuni, ni kwamba pia vilevile vile bebe au mke wa Diamond Platnumz hapa namzungumzia mwanadada Zuchu, naye pia ni miongoni mwa watu ambao wamekuja kutoa salamu za rambirambi kwa kile ambacho kimetokea e, kupitia ukurasa wake wa Instagram, naye pia kuna ujumbe hapa ambao Zuchu ameuandika e, kwa ajili tu ya kuwapa nguvu wa Tanzania au kuwapa pole kwa namna moja au nyingine kwa kile ambacho kimetokea na kuhakikisha kwamba tuna move on na kuendelea na mambo mengine. Kwa mujibu wa Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe hapa juu katika insta story, na ujumbe huu bwana unasomeka kama ifuatavyo. Maana Zuchu yeye mwenyewe bwana ameweka bendera kwanza ya Tanzania, alafu pale mbele yake akaweka maneno ambayo yanasomeka kwamba ewe Mola, ihifadhi nchi yetu Tanzania, ijalie amani, umoja na upendo. Eh, huo ni ujumbe wa bibie Zuhura au Zuchu mke wa Diamond Platinumz. Kwa kile ambacho kimetokea ni kwamba naye pia ameiomba amemuomba kwa Mwenyezi Mungu, eh, Mwenyezi Mungu aijalie nchi ya Tanzania upendo na pia vile vile amani eh, kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine eh, Mola ameandika hivyo Zuchu kwamba hifadhi nchi yetu Tanzania, ijalie eh, amani, umoja na upendo. So huo ndo ujumbe wa Zuchu kwa kile ambacho kimehappen. lakini ukichana na Zuchu, wasanii wengine mbalimbali nao pia wamejitokeza kwa ajili ya kuzungumzia swala hilo. Kwa mfano hapa, bwana, kuna msanii wa singeli. Huyu ni mmoja kati ya wasanii ambao e, wanafanya vizuri sana katika mziki huo wa singeli, ambapo yeye kwa mujibu wake ameandika kwamba pole. Huyu ni Meja Kunta, actually e, Meja Kunta bwana ameandika hapa ujumbe wake, ameandika kwamba pole kwa familia zote zilizoathirika na vifo vya e, fujo zilizotokea. Tunawaombea faraja na nguvu katika kipindi hiki kigumu.

huo ni ujumbe wa msanii lakini Meja Kunta lakini ukachana na Meja Kunta eh. Hapa pia kuhusiana na ishu ambayo ameiandika au amezungumza Zuchu, kuna peji kama vile Wasafi hapa na nyingine pia, wamekuja wamepost, wameandika wameandika kuhusiana na kile ambacho Zuchu amekifanya au alimekiandika kupitia kurasa yake wa Instagram. Wameandika kwamba bwana, kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa mwanamuziki Zuchu wameandika kwamba Mola hifadhi nchi yetu Tanzania, ijalie amani, umoja na upendo. Wameandika hivyo, wameandika hivyo Wasafi lakini pia vilevile ukaachana na Zuchu msanii mwingine ambaye yuko pale pale WCB huyu hapa bwana si mwingine bali ni D-Voice. D-Voice naye pia bwana, kuna jambo hapa amekuja kuliandika kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea eh, kupitia kurasa yake wa Instagram. D-Voice bwana ameandika kwamba Mungu awapumzishe salama waliotangulia; awaponye waliokuwa mahospitalini hospitalini eh, kwa pamoja utupe amani. Mungu ibariki Tanzania. Ya so huo ni ujumbe wa msanii mwingine wa WCB hapa, tunamzungumzia D Voice, ameandika hivyo kutokana na kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba D Voice bwana naye pia ameguswa na jambo ambalo limetokea eh, na amewaombea watanzania kwa Mungu awape, eh, awape nguvu awape uvumilivu Eh, lakini pia vilevile vile, ameomba kwa wale ambao wametangulia wapumzishe roho zao salama. Eh, na wale ambao wako mahospitalini basi Mwenyezi Mungu apate kuwaponya. Eh, lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba atupe amani nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia pamoja na hayo ni kwamba D Voice bwana ameamua kufuta, eh, ameamua bwana kuondoa posti zote katika kurasa wake wa Instagram. Kwa kwa kifupi ni kwamba D Voice amefuta posti zake zote huko Instagram na hapa kuna page imekuja kuandika kwamba D Voice afuta posti zake zote Instagram. Wakiwa okay, ameandika hapa chini kwamba msanii wa mziki wa Singeli kutokea WCB D Voice amefuta posti zake zote kwenye mtandao wake wa Instagram. Lakini ukiachana na Divoisi, msanii mwingine ambaye pia anafanya vizuri katika industry ya muziki huu hapa wa bongo flavor, huyu bwana si mwingine bali ni vivani boy eh, Reivani, Reivani naye pia bwana amekuja kuandika jambo hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameweka posti kwanza ya bendera ya Tanzania, alafu kisha akaweka ujumbe hapa chini ambao ujumbe huu unasomeka kwamba Rayvanny ameandika kwamba sifa ya Watanzania ni umoja na upendo. Ni muhimu sana kutunza zawadi tuliopewa na Mungu kutoka enzi na enzi. Naomba nitoe pole kwa ndugu, jamaa na marafiki tuliopoteza ndugu zetu. Mungu atuvushe, tuendelee kuishi kwa upendo na amani. Alafu akaandika pale chini Rayvanny, hashtag sisi ni ndugu. ameandika hivyo. E, viva ni boy, kwa hiyo Raivani naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana amekuja kuandika huo ujumbe e, bwana kwamba sifa ya watanzania ni nini? Ni amani, umoja na upendo. Kwa hiyo ameomba kwa e, tudumishe amani, lakini pia vile vile amewaombea wale ambao wamepatwa na maafa, Mungu awasaidie. So it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo e, na hivyo ndivyo ambavyo baadhi ya wasanii wametoa salamu zao za rambirambi, wametoa pole, lakini pia vile vile kikubwa zaidi wamesisitiza na kudumisha amani ya nchi yetu ya Tanzania. ya yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia unaweza ukatuwekea maoni yako, kama una maoni yoyote yale, unaweza ukatuwekea hapo chini katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile vile kikubwa zaidi, hakikisha tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi hapa Trend TV.